Ni ukweli Simba kesho anakungutwa, akiingia hatua ya makundi akatoka ahadi. Naomba mashabiki wa Simba taponiona nikate huu mkono. Narudia tena kwa akili yangu timamu, Simba na nani? Simba akitoka hatua ya awali akaingia makundi, Simba mbovu, Simba iliyochoka. Na hii hadi serikali asiingilie. Unauona huu mkono? Huu mkono unanisaidia kutafuta riski kura, kuhesabu hela, kumpiga mwalifu. Sasa Simba ikishinda Naomba shabiki wa Simba achukue panga refu lile walinoe, walina afu nikate mkono. Walina, wanikate mkono, wanikate mkono onoa makundi. Na <laughs> wanikate mkono na serikali huyu um, mkono wa kushoto sio wa kulia. Wakinikata wa kulia, na washtaki Simba. Naishia hatua ya awali, Simba ni mbovu mwaka huu, nakwambia, wanaishia hatua ya awali, wengine makundi. Narudieni tena, we si ndio TV kubwa hii hadi inaenda, Simba akiingia hatua ya makundi klabu bingwa Naomba wachukue panga, unaongeage ulisema wakukate uume. kuna mechi ukapigwa bado uume? ume unao. enzi zile sio Simba hii. Simba ni mbovu, wana jezi nzuri, wana washabiki, lakini kwenye pichi ni wabovu. kesho Simba akishinda wataponiona, nitakuwepo, wasiniogopi. Serikali serikali, naomba hizo swala msiliingilia kabisa tena. Nawaomba nawaomba, napigeni magoti, mwache kabisa tena, mseme ah, utani wa jadi, wanajuana wenyewe, msiwaweke ndani. Wanikate mkono wa kulia alafu wa mkono waupelekee mamantilie, mamantilie wasukume chapati. Nasema tumefanya ubaya ubwela, ubaya ubwela, mwaka huu anaishia hatua ya awali, na mimi nashukuru pia. Tumesikia tarehe 27 leo eh, na hii hadi itekelezwe, hakuna shida na mimi nashukuru pia, asante. Poa mchezaji kaza benchi, unaweza kusikia mashabiki kakoni, kaza benchi, lakini upande ule kwa watoto yatima kule wasipoanzishwa so wanaanza kupigwana, so wacheze hilo ka ukanikuvaa hilo kaka. Sisi asipo hata asipoingia pa kombe, ukasema timu icheze bila hata viungo, bado wanakukanda vile vile. Kwa hiyo huyu pa kombe aanze asianze, uwezo kusikia mtu anapiga ah, kaka, tunataka watu waendelee kupaka paka bichi manda. Sasa unajua kwa nini anaanza makudubela? Maana anakuambia yeye anataka ingie kipindi cha pick cha kwanza, kwa hiyo tunaona bwana tumwanzishe, maana sikudu weka kazi yake kimona. Pa kombe weka kazi yake kupiga nani safe tu, sioni muone atakule nani kule angola kule. Yeye kazi yake alikuwa anapiga bichi, akapiga blaza. Nimekumisi sana maana tukiachana hapa tutaonana tena. Kwa hiyo sasa kwa sababu eh, Skudo anaanza kikundi cha kwanza, sasa anaweza akamkosa hapa kama kama ameshatoa kosi cha kwenye kosi cha pili. Kwa hiyo tunataka muanzishe ili Skudo akapige naye vese tena kaka. Kwa hiyo sisi hatuna kaushan kuvae kaka. Watoto wa Mudi, watoto wa Mudi, watoto wa Mudi wa kiongozi, watoto wa Mudi yeah. Wanamsema sana Mohamed Huseni. Ah, ni msaliti na vitu kama hizo. Unawaambia nini? Sio msaliti kakimbia njaa. Kakimbia njaa. Wewe angalia sasa hivi kaninepa. Kule kwa kakonde sasa hivi kaninepa. Uh, stori aliyotupa kumbe alikuwa anakula makande kwenye kambi mwanangu. <coughs> Eh, kule kwenye kambi ya makoro alikuwa anakula makande, yani alikuwa amechoka shaba. Nani nani huyu hapa nani huyu hapa? Ni chama alishindwa kutuambia, kumbe alikuwa anakula makande. Wachezaji wa Simba wote wanadaiwa simu za mikopo yeah. wana mideni kibao mwanangu. <coughs> <coughs> <coughs> Ila hata kama ungekuwa na wewe ni nani, ni Mohamed Salah, sala, ungekimbia wewe. Naenda kwenye page sasa hivi huko kwenye mitandao Inaoneka alipokuwa kwa watoto mimi unaona anajitwisha vikapu la pointi tatu sijui kibegi cha makombe ukienda mle ndani hamna kikombe hata cha bakuli. Lakini huku unaona kaingia tu. Hajakaa kaa sawa mwanangu ngao hii hapa. Sasa wewe, angalia mtu anabeba ngao anabeba medali. Sikia, amevalisha medali ngapi na nyingine? Tatu. Kule kwa alikuwa anavalishwa ilize sasa kubeba kubeba kubeba medali pasipokuwa na ngao hiyo, sasa na ilize unaweza kuchawi. Alafu anakuambia anakuambiaje? Yeah. Ukishindwa kumfunga, yeah. unga